Ndugu zangu, bidhaa bandia zimeendelea kuwa na nafasi kubwa katika biashara ya bidhaa inayovuka mipaka, ikichukua asilimia kati ya 2.5 na asilimia 3.3 ya biashara yote ya bidhaa duniani, hivyo kuna mapato makubwa haramu ambayo hupatikana kupitia biashara hii. Vile vile, biashara hii ya bidhaa bandia imeendelea kusababisha athari hasi katika wekezaji hususani katika mataifa mengi duniani a kwa kwa kwa kwa zile ambazo zinazalishwa kihalali na hivyo kuua soko. Ndugu zangu, biashara ya bidhaa bandia ni kosa la jinai linalokiuka pia mikataba ya kimataifa. Ndugu zangu, wananchi wa Tanzania na ulimwengu kote <coughs> wanahitaji kupatiwa elimu kuhusiana na athari za bidhaa bandia ili wasiendelee kuitumia na wasiendelee kuathirika na madhara ya bidhaa hizi. Wazalishaji, mamlaka za serikali, wadau wa maendeleo, wamiliki wa miliki bunifu za kibiashara kwa pamoja wanatakiwa kuunganisha nguvu zao katika udhibiti wa bidhaa bandia ili kuweza kutimiza malengo makuu ya milenia ikiwa ni pamoja na kupunguza umaskini na kupunguza magonjwa.